Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu ripota wako wa nguvu Millard Ayo. hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall bana, sikuwahi kujua kama kuna watanzania wamewasogezea watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa, tembea na mimi, tuone moja moja, moja, jinsi ambavyo inakuwa, ni mara nyingi utakuwa umemwona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali mbali za nyumba Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu. Kiukweli siwezi kumaliza gorofa zote nne kukuonesha kila kitu. Kwa sasa cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pugu Road, ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado. Sijakuonesha bado. inaitwa Mlisho Ali Mafuta, natokea katika kampuni ya Micho Drilling na kazi yangu ni kama drill supervisor Nilikuja hapa kwenye mgodi wa HZDL wa Wachina. Kulikuwa kumetokea tatizo la mgodi, mgodi ulikolapse so, na wakati una kolapse kulikuwa kuna watu hamo wa ndani ya mgodi watu kama kumi na tano, kumi na nne. Kwa hiyo kwa kutaka kuprove kwa watu walioko chini kama walikuwa wako salama, ilibidi sisi tulete mashine hapa ya drilling kwa ajili ya kutoboa shimo la ventilation. Kwa tuliweza kufanya kazi hiyo ya kutoboa shimo la ventilation, tulichimba shimo la kwanza lakini hatukuweza kufananisha, tulikuwa tuko nje kidogo ya line. Shimo la pili tulienda mpaka mita 25 ndio tukawa tumepata eneo lile la mgodi, na kwa bahati nzuri, wakati tunafanya hiyo shughuli, wale watu walikuwa wamefukiwa na umgodi wakawa tasa wamesogea karibu na eneo, baada kusikia kelele zile, wakawa wamesogea karibu na eneo la tukio, wakaanza kuona gonga gonga mabomba yale yaliyokuwa chini kwa, na sisi baada kusikia jamaa wanagonga, tukawa tushajua tayari tumi tumefika sasa kwenye eneo husika, then baada hapo, tukabidi tu shut down kila kitu, tunajaribu kugonga sisi kwa nje ili tuweze kupata ishara chini kama wanaogonga kweli ni binadamu. Kwa hiyo tulivogonga kidogo na wenyewe wakawa natujibu wanagonga, tukajua fresh, hapa jamaa wapo. Kwa hiyo kwanza ikabidi tuwaite watu wenye mgodi kwanza, wa wahusika wakuu wakaja pale wenyewe wakaprove waka kwamba kweli wanaogonga ni watu naonekana wako salama. Kwa inabidi tuzitoe no, no, zile bomba za mita 30 tukatoa bomba zote. Baada ya kutoa zile bomba kukawa kuna ile back pressure kwenye shimo, kwa sababu ile oxygen ilikuwa kwenye shimo na kulikuwa hakuna sehemu ambayo hewa inaweza ikatoka kutoka ndani ya shimo, kwa ile shimo tumeshachimba kwa ajili ya hewa, basi ile oxygen yote ikae inatokea pale Then baada ya oksijeni kutoka tukae kama masaa kama saa moja kwanza, ili gesi ishe. Gesi baada ya kuisha, basi ndo tukaanza kufanya zoezi letu sasa kwanza. Tukawa tumepeleka kamba ambayo ile kamba tuliifunga tochi pamoja na redio ili tuweze kufanya communication na wajamaa, kukua kwa kama kodi wapo watu wale, au sio. Basi tulipopeleka redio na tochi, ilipofika chini kamba ile ikavutwa kwa shiria kwa chini, kweli kuna watu walikuwa washaiona ile kamba, wakaivuta baada kuivuta si tukavuta kamba juu. Kamba ilivyokuja juu ikaja wamefungua tosha wamefungua na redio, kwa hiyo ikabidi tuanze kufanya nao mawasiliano ya redio. Sasa nadhani kwa sababu shimo lilikuwa na maji, redio iliingia maji ikawa haiwezi kufanya kazi tena. Kwa hiyo tulichokifanya tuliamua kuandika tu ujumbe tukauweka kwenye chupa na kuwauliza kwamba wako salama na wako wangapi na kama kuna majeruhi au kuna mtu aliyekufa, tunataka tupate kujua na mpaka sasa hapo kwenye mazingira gani. Basi tukatuma ujumbe huo chini tena, baada ya kutuma ujumbe wakaupokea ujumbe, tukasubiri kwa muda kama wa dakika kumi, tukavuta kamba, lakini hawakuweza kujibu ujumbe kwa wakati, kwa sababu tuliwatumia kila kitu. Tulivyotuma ujumbe, tulituma na, na plain paper na pen ili waweze kuandika. Baada hapo tukaanza zoezi sasa. Kwanza, kwa sababu tulikuwa na watu walikuwa washakaa muda mrefu ndani ya shimo, hawakuweza kupata chakula, hali yao ilikuwa mbaya, kwa hiyo ilibidi tuwatumie kwanza maji ya glucose chini. Tulituma maji, yalifika salama, wakayachukua katuma tena maji mengine ya kutosha watu wote kumi na tano, ile ya mwisho tulivyotuma wakanyang'ania kamba; ikabidi tuwasubiri. Tulivovuta ndio ikawa imekuja na ujumbe sasa, ujumbe ambao unaonesha kwamba, ambao ujumbe ulikuwa unasema kwamba msio na mashaka na sisi tupo salama na tupo wote kumi na tano. Hamna mtu aliyekufa ila, kuna mmoja amepata majeruhi amechomwa na msumari na kuna mmoja hana nguvu; nadhani ni kwa sababu ya njaa. Ila tunaomba tuletewe chakula haraka. Tunaomba tuletewe maji, tuletewe uji chakula wakadai na sigara, wavuta sigara. Pilika za utafutaji wa chakula, maji yale kuwatumia kwa kwa line line, kupitia shimo lile ambalo nadhani mshaliona pale shimo la ventilation. Kwa kila kitu kilipatikana kupitia pale.